Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu, ikiwa leo ni siku ya ishirini na tisa ya Kwarezima. Kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwa Uso, iliyojengwa kumwenzi huyu nayekutana naye katika sanda ya Torino, sanda ambapo juu yake kuna picha inayojitokeza kama selfie ya mtu aliyezongwa ndani ya shuka na sanda, lakini yumo kifoni, lakini picha anayochukua inaonyesha umbo lake, inatupatia kumbukumbu kumbu ya mateso yote yaliyoteswa tangu mwanzo mpaka mwisho, mpaka kifoni, na picha ambayo haikuhusisha utaalamu wowote wa wote, uchoraji au ufundi wowote ambao binadamu waleo anaweza kuuiga au kuufanya. Basi karibuni katika kipindi hiki, nitaanza kwa nukuu. Picha hii inaizungumzia mioyo yetu, ikituvuta tupande kilima cha Kalvario ili tuweze kutazama mtu wa msalaba na kuzama katika utajiri wa ukimya wa upendo. Hayo ni maneno ya Papa Francis kwa wahujaji wa Torino mwezi Juni mwaka 2015. Vipimo na majaribio yote ambayo yameweza kufanyika katika jitihada ya kulifafanua fumbo la sanda ni ushahidi tosha kwa sanda kama ni kitu halisi katika ulimwengu wa maumbile kinachochunguzika kisayansi angalau mpaka kwenye kiwango fulani. Bila shaka sanda ni kitu cha kisayansi. Lakini mazungumzo yetu katika mada mbili zilizopita yameweka wazi pia kwamba sanda inawahusu watu wote pia, bila kujali kama ni mabingwa katika sayansi au la. Sanda ni kitu kinachoweza kumsaidia mtu kwa namna ya pekee kuzama kabisa mpaka kwenye kiini cha sababu ya uwepo wetu bila kuhitaji vifaa vya maabara ya sayansi, ambavyo hilo ni tendo la imani. Kwa maneno mengine, katika sanda tunajikuta mbele ya makutano ya sayansi na imani. Hayo ni makutano ya amani na utulivu. Katika makutano haya hakuna msuguano hakuna mgongano wala marumbano. Sanda ni makutano ambapo hakuna mshindi wala mshindwa, ni makutano ya ukweli. Lakini tunavyofahamu ukweli, unajua kwamba ukweli ni mmoja. Kama makutano ya ukweli, sanda inaweza kufananishwa na sarafu moja yenye nyuso mbili ambapo uso wake mmoja unawakilisha ukweli wa vitu vyote vyenye asili ya kimwili vinavyoonekana au kuguswa au kupimika, wakati upande mwingine unawakilisha ukweli wa vitu vya asili ya kiroho visivyoonekana, visivyogusika wa wala kupimika. Kwenye makutano ya sayansi na imani katika tukio la sanda kama inavyokuwa kwenye makutano mengine yoyote, mambo ya kushangaza na yasiyotegemewa yanaweza kutokea. Nitamnukuu Barrie Schwortz kama mfano. Huyu ni mmoja wa washiriki wa timu ya watafiti waliofanya kazi kubwa kuitafiti sanda chini ya mwavuli wa STURP. Ni raia wa Kimarekani, lakini Myahudi kwa asili na imani, Barry Schwartz alipoombwa kushiriki kwenye utafiti huu wa sanda miaka hiyo ya 1976 mpaka 1978, kwanza alikataa kabisa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo sababu za kiimani. Ilikuwa baada ya kubembelezwa na Donald Lynn rafiki yake kazini katika shirika la kimarekani la NASA yani National Aeronautics Space Administration, linalohusika na utafiti wa anga za juu, kwamba anahitajika kwa ajili ya uwezo wake kitaaluma, ndipo alipokubali kujiunga. Jambo linaloshangaza ni kwamba baada ya kukutana na Sanda na kugundua uzuri wa fumbo linalofichwa ndani yake, tangia hapo ametumia nguvu zake zote kushuhudia kwamba Sanda ni fumbo zuri sana kisayansi na kiimani. Badala ya yeye kuhubiriwa na Wakristu juu ya utukufu wa siri ya Ukristu, yeye ametangaza yalivyo matukufu na mazuri mambo yanayodhihirishwa na Sanda juu ya imani ya Ukristu, na hii ni ajabu lakini je, kwa nini akubadilika katika imani mpaka kufa kwake? Maana amefariki mwaka uliopita, miezi michache iliyopita, akieleza juu ya mtazamo wake mpya, alisema kwamba anaiona hali yake ya kuendelea kufanya kazi ya kuieneza sanda akiwa nje ya Ukristo rasmi inasaidia kuweka uzito zaidi kwenye ushuhuda wake kuliko kama angekuwa anafanya hivyo akiwa ndani ya madhehebu ya Kikristo. Ningesema hoja yake inaeleweka. Kwa mfano, kuna tofauti ya uzito wa maneno yangu iwapo mimi kama mpenzi wa timu ya mpira a nitausifia ubora wa wachezaji wa timu hiyo a kwa upande mmoja, na pale ambapo hali mimi nikiwa mpenzi wa timu ya mpira a nitausifia ubora wa wachezaji wa timu tofauti wa mpira yaani wa timu b. Barry Schwartz amealikwa na kuzunguka sehemu mbalimbali ulimwenguni akitangaza kwamba sanda ya Torino ina ujumbe unaopita uwezo wa mipaka ya kisayansi. Pamoja na kazi zake nyingine za kueneza ujumbe wa sanda ya Torino, Barry Schwartz amefungua tovuti ino, website ya kuelimisha watu wote wanaotaka kujua zaidi kuhusu sanda. Website yake inaitwa https://www.shroud.com. Hii imetengenezwa na huyo Barry Schwartz kuwawezesha walimwengu wote kwa ujumla kugundua fumbo kuu la Sanda ya Torino. Sasa amefariki, ameugua muda mfupi, lakini ataitwa mtume wa sanda, pamoja na kwamba akubatizwa rasmi, lakini kazi yake ilikuwa ni kazi kubwa. Yeye mahala fulani alisema, sanda ilinirudisha tena na kuiunganisha na imani yangu katika Mungu. Sanda ilinisukuma kukabiliana na imani yangu. Pengine amesema mimi bado ni Myahudi, lakini ninajisikia kwamba mimi ni mjumbe wa kuleta sanda mbele ya watu wengi zaidi. Pengine amesema sanda inawawia watu wengi changamoto, kwa sababu inaonyesha kwamba kuna kitu kinachokwenda nje ya mipaka ya sayansi ya kawaida. Hayo yote ni maneno ya Baris, nimeyanukuu kuonyesha kwamba katika sanda tunakutana na mvuto mkubwa ambao aubagui na yeyote, anaweza kuvutwa awe ni Mkristo, asiwe Mkristo, awe sijui mtu wa imani gani, maana hapa tunakutana na ukweli jinsi ulivyo. Basi ndugu zangu, wasikilizaji wa uh, Radio Mbiu kwa maneno hayo tumalizie tafakari yetu ya leo ya siku ya 29 ya Kwaresima kuhusu mateso ya Bwana katika mwanga wa sanda ya Torino. Karibuni tena kesho tuweze kuzungumza juu ya mada nyingine ambayo itaitwa onyesho bora kabisa la upendo usiopimika. Basi karibuni na asanteni sana na Mungu awabariki.